afisa khurula mushirika la afronof benad agona sunganga mbu khurula benjira mukaunti ya kakamega asoamufitonyaye bunge kadha plano bakheshya efifwanga nende khunina khwamakhuwa kokhupana nende khusolanamucsingo nabola mbu shinga lishirika bali mucsimbili wo khwakisha mbu beshya khushira muno efikhola fo tuki anza shida kubwa ilikuwa ni kwamba watu wengi watu wa kawaida the citizens walikuwa hawana hamasisha ya kutosha lakini kwa sasa Our many, uh, many sensitization forums, na stakeholders forums, kuna hamasisha ya kutosha watu wanaelewa uh, dhuluma ya kijinsia ni nini na inatokana na nini na, you know, inaweza kuzuiliwa vipi. Tumefanya hilo, so the levels of um, awareness is now higher than when we came uh, slightly about five years ago. Na vilevile tukija kulikuwa na ile hali ya um, watu kutokushikamana, kushikamana kupingana na jambo hili lakini kwa sasa through our stakeholders forums tumeweza ku, uh, kudumisha jambo la working together as a community all stakeholders coming together having a multi sectoral approach to dealing with this issue, so hii imesaidia sana. Kwa sasa tunaona si tu kazi ya chief peke yake, si tu kazi ya, ya ya, police peke yake kila mmoja anahusika kuanzia pale mashinani eh, mtawala wa pale mashinani, the village elders. Tumeona pia waalimu wanahusika, tumeona madaktari wanahusika, tumeona uh, you know, kila mtu ma ma ma mashirika ya pale mashinani yanahusika, sababu ili tuweze kushughulikia jambo hilo kikamilifu itahitaji kila mtu ahusike, because everybody has a role to play. Uh, inchi ya Kenya tunafanya kazi kwa kaunti nane kwa sasa na na zidi ku, eh, ku, kuendelea kufikia kaunti zingine Tuna tuko kaunti ya Nairobi kaunti ya Wasinigishu kaunti ya Nandi kaunti ya Homa Bay Kisumu Trans Nzoia Kakamega hapa na Bungoma nabnabo abamenyi aba mumiasi yebukwe babere bolire mushitoni shelushea ukhunyola huduma tsyaukhane tore shipande amakhuwa kobulamu kwasha nende amakhuwa kandi ketisinende amakhuapande shokhuibulwa bemerwe nende masi makuva nendemelanekesa etsomi yekhushira mnomkando kohurera huduma ambi navo nvasungambwavanji vavurira mnyakhano minji huhava hudume ili shirika limekuwa ni la maana sana tangu lianze kushughulikia watu hapa mast wamekua wamekuwa kushughulika nashao na shalom na amani. Tangu wakuje hapa, kumekuwa na reduction in GBV cases kwa sababu watu wameweza kuwa enlightened on their rights. E, kumekuwa na security, e, security promotion kwa sababu watu wanavyojulishwa juu ya insecurity and n uh, kwamba wasihusike na maneno ya insecurity wanapunguza hizo practices, na mkutano ya leo imetufanya sisi, yani kueleweka, tunaweza kaa mahali kama hapa. Huyu e, amefanya hata hata watu wenye amekuja, watu tunalala usiku afu nofu wanatuletea kama tulikuwa tunaenda uh, senda wanatuambia endaeni senda huko, unaenda huko unakosa, anakwambia enda lushea. mm-hmm. Hata mpaka wakafika mahali, akasema ati mnaleta kitu kidogo ndio mpate, lakini sahivi venye wameleta sahi ni bure, auna wasiwasi pata certificate tena, hiyo tumefurahia, tumepata ni bure waswasbuleka bwo mulondi wa kamishona weshitonya esho bunge shibungasha mumyasi yebukabatrisi khudira nende omukali wabasikari weshitonya esho doris chamo abenyele bebusi khwakisha mbu abana babo bekhonyelanga misala cho khumesya bayirwa mufituofyokhubachenje mima nekatakariryo omukali wa basikari nabawonya bali aberus bodaboda sitsipikipiki khukhaye khunyolekha ilwanyi mushiro nabola mbueyo ninjila ndala khupungusya amakhuwa akamaraba ya wazazi wengi wameangazia mtoto msichana, tukatekele, tukatekeleza mtoto wa kijana ambapo amesahaulika. Kwa hivyo vijana wameingia kwa madawa ya kulevya wameacha shule, hao ndio wanahangaisha wananchi, wamejiunga na jeshi jinga. Kwa hivyo wazazi, tuanze kuangalia mambo ya huyu mtoto kijana na wale ambao wameingia katika madawa ya kulevya waweze kusaidiwa, wapeleke kwa rehabilitation centers ili waweze kusaidiwa. Wakitoka huko pia waweze kupelekwa kwa training, ndiposa wakuwe vijana wa maana hapo mbele. Wanabodaboda tuliongea na chairman wao na wakatuhakikishia ya kwamba hao waliweka mikakati zao ya kwamba kazi yao inaisha mwendo wa saaine na hao hao wanabodaboda watupee wesi nenani wale wanahusika, wana, wana, wana kubeba ng'ombe, kondoo, vitu sawizi, watuletee majina yao. Hiyo operation inaendelea, na hatujazuia mtu yoyote kufanya kazi yake. Wafanye kazi na wafanye kazi mzuri, na watupe habari. Inategemea wako nje kufanya kazi gani. Yule ako nje akifanya kazi genuine hatatoroka, lakini kuna wale wamekunja number plate. Hao sasa ndio tunawachukua. Nerupotanga Potangalia TV khurula elushiamshitwani shibunga sha Mumiasi yeukwimukaunti ya Kakamega Elira yanjari James Eshitemi